Kuhusu fidia ya uwanja wa ndege. Hii ni changamoto ya maendeleo. Tunayataka maendeleo, lakini wapo watu waliotoa maeneo haya kwa ajili ya maendeleo haya. Mimi naomba kwa niaba yenu, niwe balozi wenu mzuri. Nimeambiwa ni bilioni sita. Ngoja hapa Nchemba, ni mtafute Mwigulu anaye anayelipa hizi fedha aniambie wanalipa lini. Waziri wa fedha, waziri wa fedha, Dk Mwigulu Nchemba, niko kwenye mkutano niko kwenye mkutano wa hadhara hapa Kilwa, wananchi wa hapa wanakusikia kabla sija kueleza jambo. Sasa na wewe uwe kama uko kwenye mkutano huu, ebu asalimie KCCM kidogo. Sasa Mheshimiwa Waziri, e, Kilwa kuna wananchi wamepisha ujenzi wa uwanja wa ndege Kilwa Masoko hapa. Kimfaacho mtu chake, wapo watu wana jukuu, watu hapa wapo, wanategemea hicho kitu. Mimi nikasema tumpigie waziri wa fedha. Nimeambiwa ni bilioni sita. Sasa tunaomba utusaidie na mbunge hapa ameeleza kwamba jambo hili liko kwenye bajeti ambayo itaishia mwezi wa tarehe 30 mwezi wa sita. Kwa hiyo wewe ndio mlipaji wa fedha hizi, wananchi hawa unawaahidi nini? Mimi katibu mwenezi naeneza mambo mazuri ya Chama Cha Mapinduzi kuwa na sisi tumesha fanya mabadilishano ya mawasiliano kati ya wizara ya fedha pamoja na sekta na, na jambo hili kama ambavyo e, umetangulia kusema vizuri, e, liko kwenye mwaka wa fedha huu, kwa hiyo kitakachofanya baada ya maelekezo yako haya ni kukimbizana na taratibu hizi za za kimalipo e, na utafutaji wa fedha ili kuweza kuhakikisha kwa kwamba wananchi wema hao ambao wanapenda maendeleo eh, wanapata haki yao, lakini wanapata pia maendeleo. Kwa hiyo nitakamilisha, nita, nita taharakisha utaratibu wa upatikanaji wa, wa, wa, wa, wa fedha lakini pia na kukamilisha mawasiliano na, na wenzetu wa wa, kisekta ili eh, kuweza kuhakikisha kwamba eh, tunaendana na mwaka wa fedha kama ambavyo umelisema vizuri. Asante, asante sana. Sisi mwoye